Wanaume wote wana bongo zinazofanana wote, hakuna cha pasta, hakuna cha mzee wa kanisa, wote wanafanana. Leo nitawaambia machache. Moja, wanatafsiri kuheshimiwa kwamba ni kupendwa. Kwa mfano, wanaume wote wanavutiwa na mwanamke ambaye akimwambia kitu anatii, anasema huyu ni super. Vaa utakavyovaa, jire jiremba pambana, na mwonekano wako wa nje, atakutamani kwa nje na atakuoa kwa mwonekano wako, vile umemvutia, maana kwa asili wanavutiwa pia na kuona hivyo. Lakini kuvutiwa kwao kunakaa siku tisini tu kwenye ubongo, yaani hilo umbo lako ambalo akishakuingiza ndani pop, siku tisini limefutika, kuanzia siku tisini baada ya hapo kusonga mbele, kinachomvutia ni tabia yako.